Achatukujuze, najua unamjua, lakini leo utamjua zaidi the zaidihbwana mambo vipi? Hii ni TV na hiki ni kipindi The Profile. Leo tuko na mgeni nazani unamjua, na leo utaenda kumjua zaidikatimaye mgene wetu ameshawasili. Karibu sana, asante sana. Ningependa kujua unaitwa nani kwa majina. Unaitwa Shila Mtawa, unajihusisha nini? Ibrahim Shilla mtakwa, najihusisha na masuala ya mazingira, ni mkurugenzi mtendaji na enjinia wa mazingira kutoka kampuni ya Gonna Green Africa Company Limited. Wewe kama mkurugenzi wa Gonna Green Africa najihusisha yeah, na nini? Uh, Afrika ni kampuni ya mazingira inayojishughulisha masuala ya ujenzi wa nyumba, karabati wa nyumba, masuala ya kupiga madawa pest control, masuala waste management, masuala usafi kwenye majumba, viwanda na kila sehemu, kiufupi ni kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya mazingira kwa undani zaidi. Amefikiria nini mpaka mkafungua hii huduma ya afya? Tumefungua hii huduma ya afya uh, baada ya kuona watu wengi wana uhitaji wa masuala ya afya na hususan huduma hii imekuwa ni mobile health. Yani, afya af ambayo inatembea. Watu wengi wako vijijini, wanakosa huduma za afya, nakuta wamama wajifungulia nyumbani, watu wanakufa kukosa matibabu sahihi. Kwa hiyo tutakuwa na magari mengi ambayo yanaweza kutembea sehemu mbalimbali kwa huduma huko vijijini, lakini pia tutakuwa na vituo vyetu rasmi. Kwa hiyo ni jambo ambalo zuri, lakini pia ni jambo ambalo lilikwenda kusaidia taifa na jamii kwa ujumla. Hongereni. Hivi ni kwa nini mnaanza katika mkoa wa Tanga? Ah uh, Tanga ni nyumbani. Tanga ni nyumbani. Sasa wewe unasema nyumbani ni nyumbani. Ah uh, japokuwa sio nyumbani pa kuzaliwa, lakini athiri ya baadhi ya mababu zangu walitokea Tanga. Kwa hiyo kwa pande Tanga ni nyumbani. Na hiyo Gonna Green Africa Company Limited ambayo ndio kampuni mama iliofungua matawi ya Gonna Health imekuwa zaidi na kupata umaarufu na kukua zaidi kimataifa kutokea Tanga. Kio kwa mpaka sasa hivi. Ah uh, tunashukuru kwa kweli mtikio huko vizuri. Tupo katika kipindi cha kuhamasisha kuna kulashisha vijana, kuhamasisha wananchi wa Tanga na wakazi wa Tanga na vitongoji vyake, lakini lengo kubwa zaidi, kwa taarifa za karibuni, tutakwenda kuzifanya semina kubwa sana katika mkoa wa Tanga. Kupitia hii semina na vijana watapata kuunganika na sisi na kupata ajira za kudumu ajira hizi zitawasaidia vijana wao, vijana hao zitawasaidia ajira hizi wao pamoja na jamii wanaozunguka pamoja na pato la taifa. Kwa hiyo kiufupi, mtikio tunauona huko vizuri zaidi. Ongereni sana kwa usubutu, natumaini kupitia kampuni yenu tunaenda kuzalisha ajira mpya pamoja na fursa kwa vijana waswasi, wa vijana wa Tanga, hakika asante sana lakini pia sio vijana wa Tanga tutaguswa, kumbuka ni mkoa baada ya mkoa na tutakwenda nchi, na ndio maana ukifuatilia inaitwa na Gonna Health Africa lengo ni Afrika kuipa huduma zaidi, lakini pia tuna mitambo ya kisasa. Mitambo hii inayokwenda kumtibu mtu, kuna mitambo ya kusikani ambayo inamsikani mtu mwili mzima na kujua anaumwa nini, changamoto zake, na kumpa ushauri pamoja na matibabu. Lakini pia tuna madaktari wengi zaidi. Kwa hiyo ni kampuni ambayo kubwa na inazidi kukua na kufikia vijana katika wigo mpana zaidi. Lakini pia tunashukuru Wanatanga, hasa huu ni wakati wao. Aidha ya watazamaji wetu wanaweza kuwapata kwa kupitia njia gani? Ah, uh, njia za kuweza kutufikia kuna ya kwanza kwa namba la simu unaweza kupiga simu nambari 0682682609 lakini pia kuna page za Instagram, Facebook na kila sehemu kuna jina la Gona Health Africa, lakini pia unaweza kutuma barua pepe yani email uh, gonahealthafrica@gmail.com au katika ofisi yetu uh, ofisi za ofisi za Gona Green Africa ambayo kampuni mama, mama pale chumba na vitu kadhaa. Tunapatikana tunapatikana tuna kwa tuna tuna urahisi zaidi. Asante sana uh, tulikuwa na mkurugenzi wa Gonna Green Africa Company Limited ametujuza mengi kupitia kampuni yao. Hii ni Gonna TV, karibuni.